Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha allahu taala bado tuendelea na rekodi zetu kuhusu hoja potofu walionayo wanaume, eti mke kujua mshahara wa mmewe ni kana kwamba imeuzwa ramani ya vita kwa adui. Hizi ni dhana potofu inabidi zikemewe, wala hazikubaliki katika dini. Hivyo tunaomba kumuuliza mwanamme. Na rekodi zilizotangulia tumeshabainisha wazi hili swala, na bado twaendelea kulibainisha. Kuliba, twamuuliza mwanamme, je, waridhia usielewe na usitambue kiwango cha vyanzo vya mapato ya mke wako, ikitokeza yeye ndiye amemilikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala zaidi yako. Je, utaridhia hili kwamba uishi na mke maana rekodi zilizotangulia tumeshabainisha uhalali na ibahatul mar'a, awe ni mmiliki wa mali. Sasa ikitokeza kwamba mke wako yeye ndiyo mmiliki, je, utaridhia kabisa wewe uishi na mke wako usijue kiwango chake cha fedha anachokiingiza kila mwezi na vyanzo vya mapato yake. Hapa ndipo utapobaini kwamba wanaume wawanyanyasa wanawake hapo wanapo jizuia kuwaeleza wake zao kiwango cha mshahara wao na vyanzo vya mapato yao, ni unyanyasaji.

Ewe mama yake Abdullah, huyu ni Abdullahi ibn Masud, maana mama yake yeye ndio aliyekuwa akiitwa jina hili, kunia yake umu Abdi. Akaulizwa na Mtume, je, wamuelewa ni yupi? Mbora wa waumini, yani baada ya kuweko daraja la waumini, kwamba hawa ni waumini, sasa mbora wao. Ndio aulizwa Umma Abdi, aulizwa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, je, hivyo wamwelewa mbora wa waumini aliyekuwa ni mbora kiimani? qalat Umu Abdi akamjibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala na mjumbe wake ambaye ni wewe ndio mtakuwa mnajua. Naomba kubainisha ni kwamba anavyozungumza hivi Umu Abdullah, Umu Abdi, hamaanishi kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala wamelingana kwa kujua mambo. Hapana, bali kinachokusudiwa ni kwamba Allah subhanahu wa taala atakupatia ilmu, na baada ya kupewa ilmu na wewe utakuwa unalijua hilo, tofauti na mimi nisiyepewa na ilmu mpaka nisikie kwako. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akamjibu, akamjibu Umaabdi kal akasema:

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anambainishia Um Abdi kwa kumweleza mbora wenu kitabia ni wale ambao kwamba waumini hawatopata shari kutokana na wao. Yaani watakuwa ni wasafi wania na vitendo kiasi ambacho kwamba wasi mzuri yeyote. Halafu akaongeza akasema, la yablughu abdun hakika al-iman hatta yuhibba linnas ma yuhibbu linafsi. Ewe Umma Abdi, tambua kwamba hatofikia mja na akafikia daraja ya hakika hasa ya imani, mpaka awapendee watu awatakie watu lile analolitaka kwa ajili ya nafsi yake, hata yumina jar biwaiqihi kiasi ambacho kwamba jirani yake atapata salama kutokana na mbinu na shari ambazo aweza akazisababisha yeye. Sasa tizama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ameshabainisha wazi, amebainisha wazi kwamba wabora kitabia ni wale ambao kwamba watapendea watu nafsi zao, watapendea watu yawapate yale ambao wanapendelea wao binafsi yawapate, yaani wafanyiwe, kiasi ambacho kwamba jirani hatopatwa na sharia jirani mwenziwe. Hivyo wewe utapomficha mkeo kiwango cha mshahara wako ni wema gani unaomfanyia yeye? Nani aliye jirani na wewe kuliko mke wako, mwalala kitanda kimoja, ubavu kwa ubavu? Hivyo unaye jirani kuliko mkeo? Hizi ni dhana potofu za kukemewa. Dini haipo huko kabisa, ingawa hii ndiyo hali ya jamii tunayoiishi. Mume amficha mkewe mshahara wake wa kila mwezi, hii ni hiana, huu ni usaliti bado tunaendelea kuyajibu maswali kumi na moja tuliyoashiria katika rekodi yetu ya mwanzo. Twa kuomba endelea kuwa na sisi. Swali la tano laja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.